Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi inakuletea huduma mpya na rahisi ya kuboresha taarifa zako za umiliki wa ardhi na mashamba kupitia simu yako ya kiganjani. Kupata huduma hii, tuma neno ardhi kwenda nambari 15774 na ufuate maelekezo. Huduma hii ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini. Toa taarifa zako sasa kwa usimamizi bora wa ardhi na mashamba. Nikiwa na gazeti la Habari Leo, Uhuru, Mtanzania, Nipashe, Majira pamoja na Jambo Leo. Nikianza na Habari Leo, katika ukurasa wake wa mbele, Magufuli akutana na taasisi nyeti, yumo DPP, CAG na mufti atoa maagizo ya kufuatiliwa. Habari kamili ipo katika ukurasa wa pili. Mafuriko yaua wanane yafuta familia ni ya msaidizi wa inspekta jenerali, habari ipo kurasa wa pili, na kuna habari, picha inaonyesha gari hilo ambalo marehemu alikuwemo Gerard Irioba pamoja na familia yake. Serikali imenunua mashine mpya ya CT scan kwa ajili ya Muhimbili hilo ni gazeti la Habari Leo. Gazeti la Uhuru: familia msaidizi wa IGP afa ajalini. kipindupindu cha zidi kutesa Mwanza, Arusha, habari ipo katika ukurasa wa nane. mambo motomoto, Rais Magufuli akutana na CAG, DPP, Mufti na mwenyekiti wazazi, aagiza ukusanyaji wa mapato ya serikali uongezeke, habari kamili ipo katika ukurasa wa nne. Ziara waziri mkuu Majaliwa Kariakoo, ya jibu siri nzito, mpaka wa Tanzania na Malawi. Hilo ni gazeti la Uhuru. Gazeti la Mtanzania: Magufuli awashika pabaya wa bunge, azuia safari zao nje ya nchi, watakiwa kuomba kibali, baadhi yao wajikuta wakikwama uwanja wa ndege VIP. Ni huzuni, msaidizi wa IGP familia yake wafariki dunia kwa mafuriko. Nauli mabasi ya mwendo kasi elfu moja mia mbili. Mjadala mzito leo. Habari ipo ukurasa wa tatu. Nyumba elfu tatu Dar es Salaam zawekwa alama ya X. Nipashe: Magufuli watega vitanzi kumi na tatu mafisadi, vigogo wapigaji hela sasa wakosa pa kutokea. Habari ya ukurasa wa kumi na mbili sherehe za Mapinduzi, mawaziri kutoka CUF wameinguliwa katika ratiba ya uzinduzi uzinduziadi matatani ni kutokana na tuhuma ya matumizi mabaya zaidi ya shilingi milioni mia tatu. Msaidizi wangu, mke, watoto, house girl wafa kwa kusombwa maji. Magufuli aagiza mambo matatu kwa CAG, DPP. Gazeti la Majira Mlinzi ya leo kuna habari hii: ubomoaji da, uamuzi ni leo. Mvutano mkali wa kisheria waibuka mahakamani. Mbunge mtulia watuliza wananchi wake kortini. Habari ipo kurasa wa nne. Basi la ua wa nne kujeruhi thelathini na tatu linaitwa luenzo lilitoka. Kuna habari picha inaonyesha ajali hiyo. Polisi aua rafiki yake kwa kipigo, habari ipo ukurasa wa nne. Na gazeti la jambo leo, utata fedha za elimu bure, serikali kuvunja leo mahekalu ya vigogo yamo ya mchungaji wa Katare. CAG uto mahakama kuamua hatima ya bomoa bomoa Msimbazi. Habari ipo kurasa wa pili. Afya ya Pengo yazidi kuimarika. Afya ya askofu mkuu wa kanisa Katoliki jimbo kuu la Dar es Salaam, mwadhama Polycarp kardinal Pengo imezidi kuimarika kutokana na kuendelea vizuri. Kauli hiyo imetolewa na ofisa habari ya hospitali ya taifa Muhimbili, wakati akizungumza na waandishi wa habari. Nyaraka za ziwa Nyasa zapatikana, habari ipo ukurasa wa tatu. Msaidizi wa AGP afa kwa kusombwa na maji, habari ya ukurasa wa nne. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani, naanza na hili na gazeti la Jambo Leo. Yanga Azam leo, ukizubaa umeachwa mdomo wazi. Ura aichapa JKU 3-1 Gulita mtaka dipekwa cha ubisho meksime, a, Azam FC inabebwa Yanga Azam FC ngoma nzito. Leo timu ya Yanga inashuka dimbani tena leo kuvaana na Azam FC katika mchezo wa pili wa kundi B wa Amani mjini Zanzibar. Yanga wanaongoza kundi hilo kwa kuwa na pointi tatu walizozipata katika mchezo uliopita baada ya kufunga mabingwa wa Zanzibar Mafunzo kwa kwa sifuri. Gazeti la Nipashe Yanga wataka fidia ubomoaji Jangwani. Serikali kupitia kwa aliyekuwa waziri mwenye dhamana ya ardhi Anna Tibaijuka iliagiza Aprili elfu mbili na kumi na moja kuwa watu wote wanaojenga kwenye maeneo ya bonde unamopita mto, mto Msimbazi wabomoe na wahame. Azam Yanga kuisimamisha Zenji leo. Mtanzania michezo na burudani. Ronaldinho kutua ligi ya England. Yanga Azam kivumbi na jasho Mapinduzi. Wanachama Simba wa mtaka kopunovich Maxime aliya na waamuzi. Gazeti la Uhuru, Yanga Azam kisasi, Hazard aanza vibaya elfu mbili na kumi na nikimalizia gazeti la ah, Habari Leo, aliyenyonga mtibwa aenguliwa. Yanga azam ni vita, benitez mguu nje mguu ndani. Rais wa Real Madrid Florentino Perez aliitisha kikao cha dharura kujadili hatima ya kocha Benitez, kwa mujibu wa jarida la Lakini kwa taarifa ilizozipata jana tayari ameshafukuzwa. Kamusoko safi. Hans Van Pluijim Arsenal, hii kiboko, atamba Wenga. Hivyo mtazamaji wote, ndivyo ninavyokamilisha dondoo za magazeti. lakini leo kuna kibonzo. Kibonzo kinasema hivi, nataka tufunge pingu za maisha. Anamjibu, utafunga mwenyewe, mimi sitaki.